Ujenzi wa dakhalia hizi ulianza mwezi Septemba mwaka 2024 na kukamilika mwezi Disemba mwaka 2025. Dakhalia hizi zimeweza kujengwa na kampuni ya Simba Developers. Hii ni kampuni ya Kitanzania na kusimamiwa na mshauri wa elekezi anaitwa AENQ Consulting Company. Gharama za ujenzi kwa kila dakhalia ni shilingi bilioni 1.58 kwa mujibu wa mkataba na lile jengo la dining pamoja na jiko limejengwa kwa shilingi milioni mia mbili na sabini na nane. Ujenzi wa dakhalia za shule za sekondari za Mikindani Dole na Balozi Sefu Alidi unajumuisha majengo ya dakhalia mbili, yaani ya wanawake na wanaume, pamoja na jengo la mkahawa na jiko la kisasa linalotumia gesi. kwa upande wa dakhalia ya Lumumba, wizara iliendelea kujenga jengo moja pekee ya wanaume kwani dakhalia ya wanawake ilishajengwa miaka mitatu iliyopita. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika dakhalia, kila dakhalia moja ina vyumba 12 vyenye uwezo wa kuchukua wanafunzi kwa ujumla wake 276. Kila dakhalia ina sehemu 14 za kuogea na matundu 14 ya vyoo. Vile vile, vile kila dakhalia ina chumba cha matron pamoja na patron pamoja na choo chake. Katika kuweka mazingira bora ya kusomea, serikali imenunua vitanda na magodoro mapya na kuyaweka katika dakhalia kama ambavyo uliona. Hizi zimejengwa kufuatia ongezeko kubwa la kasi wa ufaulu wa wanafunzi wa darasa la saba kila mwaka. Katika kuenzi falsafa ya mapinduzi, wanafunzi wa familia za maskini, wakulima, wavuvi kutoka mijini na vijijini wanaopata ufaulu wa daraja B wanapangiwa katika dakhalia hizi, na wale wa daraja A e, wanapangiwa Fidel Castro kule Pemba na Lumumba hapa Unguja. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kumaliza, naomba kutoa shukurani zangu za dhati kwa viongozi wetu wa juu kwa ufuatiliaji na miongozo yenu mnaotupa, ili kuhakikisha kwamba miradi hii ya maendeleo inatekelezwa kwa kiwango kinachotakiwa.